Takribani watu kumi na nane wakiwemo watoto wanne, wamejeruhiwa katika shambulio la makombora ishirini ya Urusi, lililotokea nchini Ukraini huku mamlaka zikiarifu kuwa hakuna taarifa za vifo. Msemaji wa jeshi la majini la Ukraini, Dmytro Pletenchuk, amesema shambulio hilo ni kubwa zaidi kuwahi kutokea likitekelezwa na meli zilizoko Bahari Nyeusi, tangu kuanza kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mwishoni mwa wiki jana, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na Donald Trump wa Marekani walizozana hadharani katika Ikulu ya White House, ambapo Trump alisema Zelensky hakuwa tayari kumaliza mapigano. Hata hivyo, Zelensky aliomba radhi na kusema atatumia kikao kijacho cha kutafuta suluhu, kwa kuanzia na kusaini mkataba wa madini na Marekani. Shambulio hilo linakuwa ni la kwanza tangu kusitishwa kwa msaada wa kijeshi kutoka Marekani, huku waziri wa nishati wa Ukraine akisema lililenga miundombinu ya umeme na vituo vya uzalishaji wa gesi. Hii ni TMC News Updates kimataifa. Mimi ni Jack Masawe.